Naendelea kutoa series ya mambo ambayo yanatakiwa kufanyika kwa bara la Afrika ili kuleta maendeleo, na kiukweli, vita sio nyepesi. Nasema vita sio nyepesi, kwa sababu hali sio shwari. Miongoni mwa kitu kingine ambacho kitaisaidia bara la Afrika ni umoja na mshikamano na kufanya vitu kwa pamoja Yaani hakutakuwa na namna yoyote ambayo Afrika itafanikiwa kama mataifa yake hayashirikiani wala kufanya kazi kwa pamoja. Yaani ikifika wakati ambao Afrika itakuwa na sauti moja, hayo mambo yatakwenda yata vizuri. Halafu kuna mambo ambayo Sio kwamba yanakwamisha bara la Afrika, ni, ni kwamba tu yanarudisha nyuma zaidi. Kwa mfano, kuna mpango wa Afrika tuitakayo Africa we want ya mwaka 2063 ni miaka 40, sasa tunakwenda kusubiri mpango wa Afrika ya pamoja, passport moja, usafiri wa pamoja, e, ushirikiano wa pamoja, miaka 40. Yani swala la passport moja kuunganisha wa Afrika linahitaji kufanywa kazi miaka 40 wakati mimi niko Ulaya sasa hivi ukiwa na visa ya Schengen unazunguka nchi zote, unaenda Denmark, unaenda Sweden, unaenda Norway, unaenda mataifa mengi, umeona bila, yani bila. Tena mataifa mengine, kwa mfano Ubelgiji unaweza ukaenda hata kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa train kama hivi, hii train inaweza ikakupeleka mpaka Ubelgiji na huko nchini Norway. Kwa hivyo hapa ndo napanda nitaendelea na content yangu, lakini lazima Afrika tuitakayo iwe na ushirikiano wa mataifa yote ma, yote Afrika na wawe na sauti moja.